E, bwana, dakika tisini zimetamatika hapa kwenye dimba la Mkapa. Mimi niko na mudi kwa ajili ya kuyaangazia mambo mbalimbali mbali yanayokuwa ambayo wameyaona ndani ya dakika tisini katika mchezo huu wa leo. Mudi uko poa? E, bwana, niko fresh, namshukuru Mwenyezi Mungu mm. kama kawaida yetu tumekuja kushuhudia timu yetu mm. na imetupa mafanikio ya pointi tatu na goli tatu, mm. kwa hiyo kwanza tunapongeza kwa jinsi walivyotumikia yani kujituma hmm. kuitafuta pointi tatu kwa sababu hawa Kengodi walikuja na nidhamu kubwa sana. Kwa hiyo ilikuwa lazima tutumie nguvu kubwa ili kuweza kuwafungua na kuweza kupata ushindi. Kwa hiyo nawapongeza sana timu yetu aa, kwa uwezo walioonyesha, na kila mmoja mchezaji ameweza kujitoa kuhakikisha kwamba aoneshe thamani aliyosababisha kusajiliwa katika timu ya klabu ya Simba. Umezishuhudia dakika 90 za namna gani, haswa kwa upande wako? Aa, dakika 90 bora zilikuwa zina ufundi kidogo mm, uh, kwa sababu uh, KenGold walikuja kwa nidhamu kubwa sana uh, walituheshimu Simba. Kwa hiyo ilikuwa ni changamoto katika kuwafungua. Kwa hiyo ni wapongezi wachezaji kwa jinsi walivyo jitihada za kuweza kuwafungua na kuweza kupata magoli matatu. Ni uh, mchezo ulikuwa mgumu kidogo, na pia tumekosa magoli mengi sana Naamini kabisa hili ni changamoto ambayo uh, walimu wameona wataenda kulifanyia kazi katika kiwanja cha mazoezi naamini tutaendelea kila nafasi tunaweza kuipata kuweza kupata ushindi. Nani amekukosha leo bro? Uh, leo kwanza nimefurahi soa kufunga mm. ilo la kwanza. Pili, nimefurahi sana Morris mm. kanipa kitu ambacho hadi nimefurahi sana, kwa sababu kapata nafasi mm. kaingia na kaonyesha kwamba uingiaji wake kwamba ana uwezo gani. Kwa hiyo kaonyesha uwezo mkubwa kijana na tunamwombea sana Morris kwa uwezo alioonyesha aweze kujitutumua kuji mazoezini kuweza kuwashawishi ku, walimu waendelee kumpa nafasi kwa sababu naamini lile ni zao la nchi, kwa hiyo tunaenda kupata matunda yake aa, zaidi na zaidi yani. Kwa namna ulivyoitazama Simba hii ina utofauti na Simba ya kocha Fadu kwa namna gani? Aa, kwasabu, Fadu, Fadu, kwa sababu kocha yani Fadu kaondoka juzi tu nadhani baada ya kuondoka huu ndo mchezo wa wa kwanza kucheza. Kwa hiyo naamini kabisa kilichochezeka ni kile kile alichokiacha kwa hiyo naamini na sasa hivi tutaenda na mfumo mwingine sasa, kwa sababu timu inaenda mazoezini, itakuwa na kocha mpya, atakuja na mfumo wake. Kwa hiyo tutaangalia wachezaji wataukopi vipi mfumo atakao kuja nao kocha mpya. Kwa hiyo tunachosema ni kwamba wachezaji wetu msimu huu tumesajili wachezaji bora, wachezaji wenye uwezo mkubwa. Naamini kabisa kila mchezaji ataonyesha uwezo wake kwa sababu naamini Simba ni kitu kikubwa sana, sijui umeelewa. Na kila mchezaji anahitaji kucheza Simba, na naamini kila aliosajiliwa na Simba atataka kuonyesha uwezo aliokuwa nao. Kwa hiyo naamini tutapata matunda mazuri zaidi kila mchezo, jinsi unavyoweza kuendelea mbele. Baada ya mchezo huu, kituo kinachofuata ni hapa hapa katika dimba la Benjamin William Mkapa, isipokuwa tu mnabadilisha mashindano kutoka yes, kwenye ligi kuu mnakuja kwenye michuano ya kimataifa, nikiwa na maana ya CAF Champions League, mnatarajia kitu gani hasa cha wana Simba? mnaiona Simba yenu mnavuka kuelekea hatua inayofuata ya preliminary round hatua ya pili? Aa, mimi sina swasi na hilo na sina shaka na hilo, kwa sababu huko Simba ndio kwake, na siku zote mimi nasema Simba anapocheza kwenye ligi tofauti, anapoenda kucheza kwenye mashindano ya, ya klabu bingwa. Kwa hiyo kule naamini hii tarehe ishirini na nane kama sikosei, tutakuja kuonyesha mchezo mwingine tofauti na wa leo. Naamini hicho kila mmoja mchezaji anajua a, kitu gani tunachokihitaji na kila mchezaji kishapewa mikakati ya klabu. Kwa hiyo naamini kabisa kwamba tunaenda kufanya vitu vikubwa na tunaenda kufuzu tu, wala hakuna shida yoyote na hakuna kutuzuia kwa siku hiyo. Mchezo huu anakosekana washabiki, pengine hili mnaumia kwa kiasi gani kutokuiona Simba yenu ikiwa kwenye michuano ya kimataifa kwenye hizi hatua za awali, tunaumia sana kwa sababu mashabiki ni, ni mchezaji wa kumi na mbili na tunapokuwepo tunapojaza uwanja tunazidi kuwapa morali wachezaji wetu, lakini pia sio mara ya kwanza kucheza bila mashabiki. Tumelipokea, naamini kabisa uongozi wetu wa Simba utakaa, utaweza kuweka sehemu ambayo tutaenda kukutana kwa pamoja kuweza kushangilia goli linafungwa kwa Mkapa basi wachezaji wa, wa wote watasikia kelele za mashabiki yeah. Comment yoyote ambayo una comment kuhusiana na kocha pengine baada ya kocha Fadu kuondoka, ah, sijafurahi kuondoka kwa kweli, kwa sababu hii timu kaisajili yeye na alipewa asilimia kubwa sana katika usajili yeye, kwa hiyo tulitegemea kwamba yeye tuweze kuwa naye aweze kutupa mafanikio ya usajili aliofanya, lakini aa, katika mchezo kocha kuingia na kutoka ni vitu vya kawaida ambavyo vipo kila siku, huwezi ukakataa, kwa sababu inawezekana dau aliowekewa kule ni kubwa kuliko huku. Kwa hiyo yeye yuko kwenye wakati wa kuangalia maslahi yake, kwa hiyo huwezi kuzuia maslahi ya kocha ambaye yeye kayaona kule ni bora. Okay, kaondoka, natakiwa tujipange, kwa sababu Simba taasisi kubwa, ikae iangalie kocha bora iweze kumleta kumpa nafasi tuweze kuendelea kula burudani. Sisi kazi yetu ni burudani tu. zungumza na mashabiki wa Simba, sasa mnakokuwa mkielekea kwenye michuano ya kimataifa, kuna wengine nao pia tayari ambao sasa hivi wanajiuliza ni wapi pengine tunaweza, tunaweza kwenda kuangalia burudani ya wanalunyas kuelekea kwenye mchuano huu wa kimataifa. Mimi naamini kabisa mashabiki wote tujaribu kukaa kumsikiliza msemaji wetu, sauti ya msemaji wetu Ahmed Ally, naamini atakaa atakuja na jambo kabla ya tarehe 28 kwa sababu Najua ni mzee wa kubuni mm, kitu gani cha kufanya. Kwa hiyo sisi tuko katika kumsikiliza yeye aa, sehemu gani atatuandalia kwa ajili ya kwenda kupiga shangwe na kelele kama msimu um, ulioisha. Uh, washirikisho tulinyimwa na mchezo, mchezo mmoja alipata sehemu uh, mwembe nani pale, mwembe nyuma tukaenda tukakaa pale mwembe nyuma tukaenda tukashangilia fresh. Kwa hiyo naamini kabisa hey, mwembe nyuma. Kwa hiyo naamini kabisa kwamba atakuja na mbinu nyingine tuweze kukaa kwa pamoja tusherekee kwa pamoja, shukrani sana. Asante sana ndugu.